Ebu salimieni rais, nione tena salamu za rais. Rais basi, asa, tutulie dakika moja, tutulie dakika moja. Mimi, rais, mimi rais, aa, asanti asanti asanti. Basi rais, nataka kukushukuru sana kwa sababu hata wakati ulichaguliwa rais, hata wakati ulichaguliwa, mkutano yako ya maombi ya kwanza ulikuwa pana nyuki tarehe 8 Januari 2023 na ukaweka ahadi kwa watu ya Laikipia. Zile ahadi zote ambaye ulituahidi ya, ya mwisho ambaye ukuwa umegusa ni ya stadium na umeigusa siku ya leo. Rais umegusa watu ya Laikipia kwa loho yao, na unajuwa siku jema inaonekana asubui. Savali yako ya mulima imeanza Laikipia na unaona vila imeanzisha rais mugeni jo mwenyeji, pona yile mabalabala umeogea juu yake, na kwaviya rais, hayo mabalabala iki, iki, iki, ikiisha utakuwa umegusa loo za watu yote, watu ya dhingizo na watu ya nanyuki tao. Hiyo ni kweli ama ni rongo? Ni kweli ama ni rongo? Mimi nataka kuhakikishia kitu moja, kuna siasa mara tatu. Kuna siasa ya ukabila, kuna siasa ya maendeleo na kuna siasa ya chuki. Mimi nashukuru wewe kwa sababu umeamua siasa yako ni moja peke yake siasa ya kuunganisha wa Kenya na maendeleo. Siasa ya chuki sisi hatuna. Nataka kuhakikishia hawa watu ya Laikipia, kama watakunyima kura watakuwa ni utawabu ya ukabila, lakini siyo maendeleo. Kama ni maendeleo, umepita rais. Tumeshukuru yale umetufanyia tayari na yale umesema utatufanyia tutayagojea. Tunataka kukuhakikishia wewe, enda tembea ndani ya Kenya tafuta kula mahali ingine, lakini hakuna kula. Sasa fanya maendeleo sehemu zote za Kenya, manake hii mwaka na mwaka ujao ni mwaka wa kufanya maendeleo, siyo siasa wala watu ambaye walikuwa na tatushi ati mlima uwezi ingia ndani. Umeanza kupanda mlima na mlima ndio ile pale juu pale pale, mtu wa mlima iko. Kwa hivyo tunakukaribisha. Sina mengi, umeniachia kibarua ya kuhakikishia miradi ile umetupea siku ya leo itakamilika. Sitaki kuyarudia, manake wanajionea, wana macho wanaona, wana masikio wanasikia. Rais, nataka kukuonyesha tena hawa watu wako nyuma yako. Tuonyeshe rais tena anakaribishwa na kipya. Tuonyeshe rais, tuonyeshe rais, tuonyeshe rais! Asante sana Rais, na Mungu akubariki.